Bwana asifiwe. Karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya kuyachunguza maandiko. Kichwa cha somo letu leo kinasema Mungu hafurahishwi na kifo cha mwenye dhambi, au tunaweza tukasema ya kwamba kifo cha mwenye dhambi ni machukizo kwa Mungu. Kifo cha mwenye dhambi ni machukizo kwa Mungu. Na tuombe. Kushukuru Mungu kwa kuwa umependa tujifunze neno lako takatifu. Tunapokuja mbele zako, wewe pamoja nasi, tunaomba chache katika jina lako Yesu. Amen. Na fungu letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo. Ila kabla tujasoma kitabu cha Mwanzo, tunaweza tukaona kwamba Mungu anataka wanadamu wote waurithi ufalme wa milele na sio kupoteza na sio kumpoteza hata mmoja, ila bado wameweka uhu, ameweka uhuru wa kuchagua kama alivyotoa tangu kipindi cha wazazi wetu Adamu na Hawa. Mungu apendi apotee mtu yoyote, lakini pamoja na yote Mungu ameweka uchaguzi. Ni uchaguzi gani ambao aliwawekea wazazi wetu Adamu na Hawa? tunapoangalia katika kitabu cha Mwanzo tutapata kuona kwamba uchaguzi waliopewa wazazi wetu ulikuwa ni uchaguzi wa namna gani? Tutaangalia katika kitabu cha Mwanzo mbili alofungu la 15 hadi 17, anasema basi Mwenyezi Mungu akamtwaa huyo mwanamume akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mwenyezi Mungu akamwamuru huyo mwanamume waweza kula matunda ya mti wowote katika bustani, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo hakika utakufa. Kwa hiyo kama vile Mungu alivyoweza kutoa utaratibu katika bustani ya Eden, ndivyo ambavyo ametoa utaratibu hata leo. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni jambo la uamuzi kwamba unaamua kufata taratibu za Mungu au unaamua kufata taratibu zako au unaamua kufata taratibu za mwovu. Huo ni uchaguzi wako wewe mwenyewe. Lakini Mungu hawezi kufurahia kufa kwake mwenye dhambi. Kwa hiyo Mungu aliwapa wazazi wetu uchaguzi kati ya kuishi milele au kufa milele. Wao wakachagua kufa. Ipo Mungu akaandaa mpango wa ukombozi, kwani Mungu hafurahii kifo cha mwenye dhambi. Kwa baada ya wazazi wetu kukingeuka taratibu za Mungu, Mungu aliwaambia hakika watakufa, na hata leo tunaona ya kwamba wazazi wetu wanakufa, watoto wetu, jirani zetu wanakufa, kwa sababu ya kutukuitii sauti ya Mungu. Lakini pia Mungu akaandaa ukombozi awamu ya pili mwanzoni aliwapa tahadhari kwamba wasiposhika sheria watakufa, wakawa wamevunja sheria, kifo kikatokea. Lakini mpango wa ukombozi ukaandaliwa tangu wakati huo. Sasa tunakuja kuona kwamba Mungu ametu- ame, ametupatia mwanaye wa pekee, amekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, lakini wa wale watakaoendelea kufata taratibu ndio watakaokolewa. Wasiofata hawawezi kuokolewa kwao. Tukiangalia kitabu cha Zekieli 18 fungu 23, 23. Nasema, je, mimi Bwana mwenyezi Mungu nafurahia kufua kwake mtu mwovu? La hasha, mimi napendelea aache aachane na njia zake mbaya apate kuishi. hii tunasoma ni Biblia ya Habari Njema yeah. Kwayo, kwa hiyo Mungu afurahii kufa kwake mwenye dhambi. Kwa hiyo anamsihi abadilishe mwenendo yake akashike sheria ya Mungu ili akaishi. Sasa mara ya kwanza tu, tu, tunapatwa na mauti mpaka leo. na sasa tena tuna tumepewa kipengele cha ta kushika taratibu ili tukaishi maisha ya milele alafu, tena wewe tena leo ne ushiki? Yani, wazazi wetu walishindwa kushika amri, tunakufa mpaka leo, tunakufa muda wote. Lakini kwa neema, Kristo atakapokuja, tutafuliwa tutavalishwa mwili wa kutokufa. Sasa wewe tena pia utaratibu tuliopewa saa hizi utaki tena kushika amri kumi ufe tena maisha yako yote. Mungu afurahi kufa kwake mwenye dhambi. Tutakapoangalia kitabu cha Yeremia 33 fungu la 12 hadi 20 anasema, Basi ewe mtu, mwambie mwananchi, mwambie mwananchi mwenzako hivi, mtu mwadilifu akitenda uovu uadilifu wake hautamwokoa, na mtu mwovu akiacha kutenda dhambi hataadhibiwa. Mtu mwadilifu akianza kutenda dhambi uadilifu wake hautomsaidia. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa kwamba Mungu anaonyesha tofauti kwamba sio leo tu umetenda mema, baadaye ukatenda dhambi, ukategemea yale mema yatakusaidia rahasha. Na kama we ni mtenda dhambi, utakapoacha dhambi na kutenda mema, yale mema yatakusaidia. Mimi namwahidi mwadilifu kwamba ataishi, lakini yeye akiamini kwamba uadilifu wake watosha, akaanza kutenda uovu, matendo yake yote mema na hapo hawali hayatakumbukwa, atakufa kwa uovu wake. Unaona, Mungu anaendelea kusii kwamba usione kama umefika mwisho wa kutenda mema. Utakapoendelea na iyo hali, uhalisia wa hiyo tabia, maana yake ni kwamba utakapotenda uovu, ule wema wote unafutwa na Mungu atakuhukumu katika uovu huo. Tena nikimwambia mtu mwovu kuwa hakika atakufa, naye akaiacha dhambi yake akaanza kutenda yaliyo ya haki na sawa, hatakufa. Kwa hiyo, kwa wale wote ambao wanatenda uovu wa dhambi watakapokubali kutubu na kurejea kwa Kristo, Mungu anawasamehe moja kwa moja na hakika hawatokufa. Lakini kwa wale wanaoona ya kwamba wametenda mema mengi na sasa ni wakati wa kuendelea kutenda maovu na kukumbatia dhambi na kila aina ya matendo ambayo Mungu ameyakataa, hawatohesabiwa haki sawasawa na matendo yao ya nyuma. Kama akirudisha rehani na kurudisha alichoiba, akafuata kanuni ziletazo uhai bila kutenda uovu, mtu huyo hakika ataishi hata kufa. Dhambi zake zote alizotenda hapo awali hazitakumbukwa. Yeye ametenda yaliyo haki na mema, kwa hiyo hakika ataishi. Lakini na wan... lakini mwananchi mwenzako wasema hati anachokifanya Mwenyezi Mungu si sawa. Kumbe kwa kweli wao ndiyo hawafanyi kilicho sawa. Mtu mwadilifu akiacha uadilifu wake akaanza kutenda uovu atakufa kwa sababu ya uovu wake, na mtu muovu akiacha uovu wake akaanza kutenda mema ya haki na mema ataishi kwa sababu ya matendo yake mema. Lakini ninyi mwasema ati anachofanya mwenyezi Mungu si sawa. Enyi Waisraeli, mimi nitamuhukumu kila mmoja wenu kadri ya matendo yake. Kwa hiyo, Mungu hatomonea mtu, isipokuwa Mungu atakachokifanya ni kila mtu atalipwa sawa sawasawa na matendo yake. Kama wewe umetenda dhambi ukitegemea ya kwamba u, u, u, upate msamaha wa dhambi na bila kutubu, utakuwa unajidanganya bure bule. Kwa hiyo jitahidi, tujitahidi kutenda mema tunapoishi katika hii dunia, naye Kristo ajapo mara ya pili atamlipa mtu kadri ya alichokitenda. Unayoyatenda yote, siku ya hukumu, Mungu ataleta hesabu yake. Kama una kundi la watu wa Mungu unawadanganya kwa kuwafundisha sheria na taratibu za uongo. Saa yaja ambayo utatoa hesabu ya mafundisho yako, na kama unawadanganya watu wa Mungu kujihusisha na mambo ya siompendeza Mungu, utahusika sehemu kubwa katika kuyatolea hesabu zake, na wote watakaokubali mafundisho ya uongo nao watahukumiwa kwa kukubali uongo kwa sababu hawakumsikiliza Mungu. Tutakaposoma kitabu cha Ezekieli kumi na nane fungu thelathini na moja anasema tulipieni mbali, tupilieni dhambi mbali mlizozite, mlizonitendea, jipatieni moyo na roho mpya, enyi Waisraeli, ya nini mfe, ya nini mfe? Sikufurahii, sifurahii kifo cha mtu yeyote hivyo, tubuni ili mpate kuishi. Mimi Bwana mwenyezi Mungu nimesema. Mimi Bwana mwenyezi Mungu nimesema. Kwa hiyo <coughs> wakati mwingine pia katika maisha yetu ya kawaida haya, mtu anapokufa mtu anasema kwamba Mungu alimpenda zaidi, lakini Mungu awezi kumpenda mtu ndio akaingia katika mauti Hapana. Na ndiyo maana anasema afurahii kufa kwa mtu yeyote, afurahii Mungu kufa kwa mtu yeyote. Kwa hiyo tutubu dhambi, tujiandae wakati Kristo atakapokuja, tufufuliwe au tumlaki mawinguni, maana hatujui saa wala siku ambayo atakuja Mwana wa Adamu. Labda ni hivi sasa tunavyoweza kuongea, mpendo wangu msikilizaji Shanga, miare ya mbingu ikachia Masihi akaja na jeshi lake kutoka juu. Labda ni baada ya miaka kumi, labda ni baada ya miaka mia, labda ni baada ya siku tatu. Kwa hiyo wakati wowote wa tujiweke tayari kumpokea Masihi. Fungu letu la mwisho tunasoma katika kitabu cha Ufunuo kumi na nne fungu la kumi na tatu, anasema: kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wame, wameungana na Bwana. Naye Roho asema naam, watapumzika kutoka taabuni zao, maana matendo matunda ya jasho lao yafuatana nayo. Nao sasa pia Mungu anasii kwamba ni heri tangu sasa ufe ukiwa pamoja na Mungu, yaani wewe una heri kuliko yule anayekufa akiwa mbali na sheria na taratibu za Mungu. Atakachokivuna ni moto wa milele. Kama uwezi kufanya marekebisho katika maisha yako, ujiandae kukutana na moto wa milele. Lakini Mungu afurahii kufa kwake mwenye dhambi hata mara moja, na hafurahii kufa kwake hata mwenye haki, lakini ni heri anayekufa katika haki kwa sababu anapumzika. Siku Masihi atakaporudi atamfufua na atakuwa mtu ambaye anaenda kuishi maisha ya umilele, lakini mwenye dhambi atafufuliwa, atachomwa milele. Wito wangu ni kwamba yatupata sisi wanadamu wote kutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu tunaposikia sauti ya wajumbe wa Mungu, ukiendelea kujifunza katika mitandao ya kijamii, katika makanisa, katika misikiti. Cha msingi, kila mmoja na ayachunguze matendo yake, akafanye utaratibu wa kuwacha dhambi na kufata taratibu na sheria za Mungu, ili tukapate kurithi ufalme wa milele na hapa duniani tuendelee kuishi maisha ya kifalme maisha ya kimbingu wakati tukiwa katika hii dunia yenye dhambi. Mungu nakubariki sana unapoendelea kufanya matengenezo katika maisha yako. Mungu nakubariki sana, wewe ambaye umepiga hatua ya kuachana na uovu na kuendelea kufanya kazi ya Mungu, kuwafundisha wenzako, kuendelea kuwahimiza watu ya kwamba Kristo anarudi na kila jicho litamuona, hata kwa wote waliosema ya kwamba hakuna Yesu. Yesu ameondoka hawezi kurudi Sijui Wayahudi walimpiga awezi kurudi, ni maneno ya kejeli. Lakini masihi atakaporudi, kila jicho litamwona. Asante kwa kuendelea kuangalia chaneli yetu ya Son of God TV online, usisahau kusubscribe na kucomment, kwa sababu unapoendelea kusubscribe, kulike na kucomment, unapata mafundisho mengi ambayo yamekwisha kupita, na tunaendelea kuifanya kazi ya Mungu tukiwa pamoja. Na Mungu akubariki sana. Na tuombe. Tunakushukuru Baba kwa kuwa umependa kutufundisha ya kwamba ufurahi kufa kwa mwanadamu yoyote, hasa mwanadamu mwenye dhambi, unakuwa haupendezwi na kifo chake, kwa sababu Baba unatambua kwamba hatoweza kufuriwa ili aurithi ufalme wa mbingu, bali atafufuliwa ili apate hukumu ya milele. Baba, watoto wako tunaosikiliza fundisho hili tubadilishe kwa nguvu za Roho Mtakatifu, tukapate kufanya mapenzi yako. Naomba machache katika jina lako Yesu, amena. Karibu katika vipindi vingine, bye bye.